Usininyanyase, basi nini? Nimeamka muda mrefu tu hapo, wapo nakusikiliza, sijui una una wa ni unaota, sijui <sighs> unanifanyia makusudi, unamtaja huyo sijui mwanamke wako sijui, ni mate Hivi ni kweli manyanya, yaani ulali na mimi hapa uweze kumkumbuka wewe mwanamke wako, ina maana kwamba ndo unamfikiria sana. I'm sorry, wife. Ambayo anatokea sasa hivi misi afanyi kwa makusudi, ni kumbukumbu tu ambazo zimejaa katika akili yangu, zinarudisha yale matukio ambayo nimeshayafanya, ndio maana zinaniathiri hata sasa hivi nikiwa usingizini, na hii siyo dhamira ya makusudi sipata kitaalam, inafahamika kwamba subconscious mind huwa na review baadhi ya matukio ambayo yameshafanyika na kumwathiri mtu, kwa sifanye makusudi. Mama, naelewa jinsi ambavyo unajisikia, naelewa ambao unayapitia, lakini naomba nisamehe, na nakuahidi sito yafanya haya mbele yako kwa makusudi, na nitajitahidi nanditayithaidi kuziondoa kumbukumbu zote, japo si not easy. Kunaomba usinifikirie vibaya, sawa? Sorry. ya kukokotoa tuishi milele, jibu nikipata nipe nipe nipe nipe nipe, tu tamu tamu, nikupende wewe tu, tamu tamu e -e -e -e -e. mm. tamu tamu tamu. Hey Baza, Baza Samani kio Samani, Samani. Ah, nani nani nani. Amani namna. Ndio <laughs> wewe. Ah, hena fadhali, ndugu yangu. Nakumbuka ulikuwa unakuja nyumbani, unanunua uji, unaenjoy na <laughs> Ah, ndugu yangu, mimi nafurahi kwanza kukuona kwa sababu najua kuna jambo langu tanisaidia. Mimi Bwana Amani, mimi sikufichi. Mimi mpaka dakika hii kusema ukweli, yule aliyekuwa na kuuzia uji sasa hivi hayupo nyumbani. Na mtafuta na muda mrefu sana. Sijui utakuwa umemwona si ndio wangu? Hapana, mm, hapana. Ah, ese. Kwa hiyo nataka kuniambia mke wako hayuko nyumbani. Hey, yani si ndio huwezi amini, ana kama wiki moja yupo nyumbani. Nimejaribu kutafuta simu nikapiga kwa ndugu zao ko kwao huko, wameniambia hayupo huku, yupo huko kwa mjini marafiki. Kila ninapopita mimi namtafuta simu hayupo, hapana. Lakini pole sana kuaria kufika ndugu yangu, ila pamoja na hayo, nataka nikupe moyo. Unajua sisi watumishi wa Mungu tunaamini katika kupitia nguvu za Roho Mtakatifu hivyo wakati mwingine tunapewa maono makubwa sana tukiingia katika ulimwengu wa maombi. Kwa tunapata nguvu hizo kupitia hiyo Roho. Unajua ndugu yangu ngoja nikwambie kitu kimoja. Mungu alimumba mwanadamu akamleta duniani ili aje atimize sheria na torati. Wakati huo huo alileta na majaribu. Kwa hiyo wakati mwingine hilo pia linaweza kuwa ni jaribu lako tu. La hasha. Bado muda upo. Kwa nini usimwombe Mungu? Mimi naamini kabisa kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Kama utamwomba Mungu, basi anaweza kukusaidia. Na wakati mwingine mbona maandiko yapo yanazungumza kabisa. Na ndio maana ukisoma maandiko matakatifu yanaeleza wazi. Soma Yohana 14 na mlango wa 14. Maandiko yanadhihirisha kabisa ukuu wa Mwenyezi Mungu ikiwa kama utamuita, atakufanyia matendo makubwa. Kwa hiyo mimi nakuomba usikate tamaa. Kuwa na imani thabiti. Ah, acha. Sikia. Mimi sitaki risala yako. Nakuuliza umenionea, si ndio wangu? Ya, ja, hapana, hapana. Ah, ina maana labda ajaje nyumbani kwako kukuletea uji, maana ana wateja wengi. Hawezi kuacha hivi hivi kwa sababu ndo kazi anaoitegemea. Ajaje nyumbani hivi. Hapana, alafu mimi nimeshaacha kutumia uji. Sasa hivi nipo katika mfungo mkubwa sana kumwomba Mwenyezi Mungu. Alafu kingine, mimi nilikuwa nataka nikushauri, ndugu yangu. Acha kutumia hizo huyo ni ibirisi tu. Mmh. Hivi pombe ina faida gani kwako? Mimi niko natarajia kwa umri uliokuwa nao ndio wakati sahihi kabisa kumtafuta Mungu wako. Walio kuhudhuria katika ibada na katika makanisa. Kwa sababu ujana ni maji ya moto, ndugu yangu. Lakini umekuwa ni mtu wa kujishughulisha na pombe tu. Pombe zitakusaidia nini wewe kwenye ni maisha yako? Cha zaidi zinakupeleka tu motoni, ndugu yangu. Hazina faida yote. Lakini kama ungemkabidhi Mungu maisha yako Amini nakwambia, angekusaidia na kukupitisha katika sehemu sahihi sana. Na hizo pesa ambazo zinatumia kunulia pombe, sibona ungemtolea Mungu sadaka. Wewe, wewe. wewe. Haya, asante ngoja mi niekee badani Shangazi Mati, Mati tulia, unaumwa Mati. Ah, mi siumwi shangazi. Manine kwapi? Mati tulia, unaumwa Mati. <laughs> Shangazi, manine kwa nini nilifanyia hivi lakini, mi siumwi shangazi, nataka niondoke, nataka kuondoka. Dokta! Dokta! Dokta! Shangazi, manine kwapi? Manine si kunifanyia hivi jamani. <laughs> Mati, relaxing uko hospitali sawa. mimi si umwi dokta. <laughs> uko hospitali sawa. Hii ndo dunia bwana. Sasa jamani, huyu kinachomsumbua sasa hivi ni stress tu. Mnachotakiwa kukifanya kwa sasa hivi ni kuwa naye karibu sana. Yaani mkiwa naye karibu, anaweza kasahau yale yote ambayo yanamkuta na stress zote zikaondoka, akakaa sawa. Lakini pia mlifanya vizuri sana kumleta jana usiku maana mngechelewa kidogo tu tungeweza kuongea mengine. Na na matumaini yangu kwamba kwa dawa ambazo tumempatia na sindano ambazo tumemchoma za kuua sumu atakaa sawa. Sawa. Kwa kikubwa nikuwa naye karibu sana. Nafikiri atakaa sawa. Kwa hiyo nafikiri kuleo tunaweza tukamruhusu mkaudi naye nyumbani. Sawa? Sawa. Okay, Mati. Pole. Poleni sana kwa changamoto. Asante. Hey, hey, hey. Nikisema nikupe ikikichwa uwezibeba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudio muna... Yaani mpaka inafikia hatua nakuja hapa basi nimechoka. Sija kufikiria hata siku moja kama ningetoka nyumbani kwangu kuja kuelezea habari za mume wangu tena kwa majirani. Kiukweli dada, nimechoka, nahitaji msaada kwenu, kwa sababu naona nyie ndoa yenu iko vizuri, ina amani na furaha, na mna muda mrefu kwenye ndoa yenu.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 Kwanza pole sana shemeji yangu. Alafu labda mi nikutoe kutoe tu wasiwasi, unajua hivyo vitu vinatokea kwenye ndoa nyingi sana, lakini wasi kukatishe tamaa. Muda mwingine inatakiwa muishi kama tunavyoishi mimi na mke wangu. Ndoa ina amani eh, na tunapendana kwa ukweli. Ah, rafiki yangu anakosea sana. Unajua, hata kama alikuwa na mwanamke wake nje huko, lakini hakutakiwa kukuonesha. Ilitakiwa afanye mambo yake huko, amalize huko, baadaye anarudi kwako, eh? lakini mpaka anakuonesha inamaanisha nini sasa? Shemeji, unajua mapenzi ni kama matone ya mvua, eh? ile anatoka manyunyu, matone makubwa makubwa, lakini itakiwi kabisa ikukatishe tamaa. Usifanye mambo yako vumilia shemeji yangu, mimi nitajaribu kuongea naye. <sighs> Mi nimekusikiliza vizuri sana jirani yangu, ila mimi ninachotaka tu kushauri ni kwamba kazana sana kumwomba Mungu kwa sababu hamna eneo ambalo shetani analipiga vita kama la kwenye ndoa. Alafu unajua ndoa yenu bado ni changa sana Yaani, ndo kwanza ina miaka miwili, kwa hiyo bado una nafasi nzuri sana ya kuitengeneza. Ninachokushauri tu jaribu kutulia, kuwa jasiri, ili usije ukajichanganya zaidi, sawa rafiki yangu? Kitu kingine, shemeji, itabidi unipe namba yako ya simu ili nitakapoongea na huyu bwana nikupe mrejesho. Ah, ah usijali, si unajua namba yako ya simu ninayo, kwa hiyo nitamwandikia. Sawa basi, dada, mi naomba niwaage, niwatakie jioni njema, ila shemeji nakutegemea sana. Ah, usijali jirani yangu. Haya, siku njema jamani. <tune> Hivi wewe hicho kimbelembele cha nini sasa? Sasa unachukua simu yangu ya nini, wakati nimetaka namba kwa yule? Kwani shida yako ni nini? Shida yangu namba, haujaelewa? Kwa hiyo unataka ulale hadi na mke wa jirani yako si ndio? Umalaya tumpuuzi wewe. Hi wewe, sasa simu yangu naenda nayo wapi? Naenda kuibonda <coughs> unaenda kuibonda wapi wewe? <laughs> We, sema tu umemisi bakola. <laughs> Na mimi hizo ndo shughuli zangu, nakuja mama. <laughs> it. Hapo ungeanza kwanza kuweka carrot afu ndio kuweka hiyo hoho. Ah ah. Tumeshakubaliana. You will be my boss today. I will be your chef. Koniache nikutengenezee sotojo la haja leo. Kila mtu ana mbinu yake. Wao umeanza vya kulia, mimi naanza vya kushoto. Sawa, chief.

Mara ya mwisho nilikuwa nakipika tangu nikiwa niko chuo. Kipindi kile nilikuwa naishi bachelor mwenyewe, na nilikuwa sikipiki kila siku, wanapika nilipokuwa nina vibe. Mathala leo leo, automatically tu nimeamka nina vibe na maana, nikasema ngoja nimweke wife bench, niingie mtamboni, nitengeneze mashine. Na iki chakula jinsi kilivyo, sio chakula cha kawaida. Kitaalam nilikuwa nakiita pishi msisimo. Aya, si utetuwe, ni mwongo? Yeah, hili ni pishi msisimo. Yani, kuna aina ya ingredients ambazo mtazichanganya ndani yake. Ukishakula iko chakula automatically kinaenda kuactivate nerves pamoja na muscles system za damu zile zote zinasisimka. Mwisho wa siku, sasa, ukishamaliza kula ukishiba, mwili unakuwa uko <coughs> natengeneza <coughs> kama msisimko fulani hivi, msisimko. Alafu sasa ukishaingia ndani kule chumbani, Guess what? What, people? <coughs> ni kukesha mpaka asubuhi.

na hapo bado akijaiva. Now, panda mgongoni tuanze kive mchakula kiive. Si tule kwanza ili tukiingia chumbani atutoki. Ah. Uh-uh. Sasa nakula hapa, sio ukisubiri ndani kule kikiiva and then tunakula. No sweet tete, atuta kisikia kikiwa kitongoe tu. Ah. Uh-uh. Kwa hiyo na maana wewe sasa tayari hamu yako yote utakuimalizia huko huko. Mhm. Ah. Okay. Kiss baby. Mm-hmm. Thank you.

Shangazi <laughs> si hujui kucheza ah? Mimi nimechoka kila saa kulambalamba, haya lamba ngapi sasa? Mbili mimi napata, sijui nicheze karata gani. Haya, Mati cheza. Mati cheza, zamu yako. Mati We Mati. Mati, hebu mfati. Mati, hebu mfati. We Mati.